Najua watu wengi hawapendi kuona matangazo pale ambapo wanaangalia eidha mpira online, au kuangalia movie online katika simu zao za mkononi. Sasa kuna namna ya kuweza kuondoa matangazo katika simu za Android. Sasa kwa watumiaji wa Android nina kuelekeza ni jinsi gani unaweza kuondoa matangazo katika simu yako. Lakini sio matangazo ya YouTube kwa sababu matangazo ya YouTube yale ni paid ads ambazo zinawasaidia creators kule waweze kupata pesa. Kwa hiyo matangazo ninayoyaongelea hapa ni kuweza kuondoa matangazo pale ambapo una search vitu online. Okay, ukitaka kuweza kuondoa matangazo katika simu yako, pale ambapo una browse vitu katika browser yako, inabidi udownload kitu kinaitwa AdGuard. Utadownload ia wap, utaingia kwenye Google Chrome. Then hapo juu utaandika utaandika AdGuard premium APK, utabonyeza hapo. Ukishabonyeza hapo utakuja, utabonyeza hapo AdGuard premium APK, kisha utashuka chini. Kisha utaona hili neno limeandikwa, go to download page, utabonyeza hapo, utashikilia hii then utabonyeza open in new tab, si ndio? Kisha bonyeza hivyo, utabonyeza download anyway, kisha utabonyeza pa juu open, utabonyeza install. Kwa mara ya kwanza kama ndo una install vitu ka kutokea Chrome, itabidi uruhusu kwanza kule kwenye settings, then utasubiri ita, itaweza kuinstall katika simu enabled katika simu yako. Kwa hiyo tumia AdGuard ikiwa hivi. Ukiona hichi kialama hapo juu usishtuke. Ni nini? Ni nini, ni kwa sababu imekuwa activated kama VPN kwa hiyo pale ambapo una search kitu chochote katika simu yako hakitokuwa tena na matangazo. Atumaza hapo, mnielewa? Kama mnielewa, usisahau kunifollow, like na kushare kwa marafiki zako na familia. Na kwa sasa hivi nimeanza kufungua YouTube channel ambayo iko dedicated ku post video za kwa urefu zaidi ikiweza kuelezea vitu mbalimbali kuhusiana na teknolojia.